Kwenye mahusiano na aina hii ya mwanamke, ndugu yangu, ukimsaliti utakufa kifo kibaya sana moju, manamuki, naia, kwa sababu mwanamke anakupenda upendo wa dhati. Namba moja, ukiona mwanamke unaongea naye afu maneno yako yanamgusa, yani sauti yako, ukiongea naye unaona kabisa inamuingia, anakusikiliza kwa umakini wa hali ya juu, ujue mwanamke anakupenda. Ndugu yangu, ukimsaliti utakufa kifo kibaya kukusapoti si lazima avifanye, aidha kwa kukutengenezea mazingira mazuri, yawe kufifanye au kukupa utulivu, kukupa amani, kukufariji imani, kama kukusapoti kwa namna yoyote tu mambo yako yaende, ukimsaliti mwanamke huyu utakona. Namba tatu, mwanamke anayekupa vitu, yani mwanamke anakunulia zawadi, anakunulia hichi na huyo, mwanamke ndugu yangu anakupenda, ukimsaliti utapata matatizo. Namba nne, ukiwa kwenye mahusiano mwanamke ambaye hakuombi kitu. Yaani hakuombi hela, hakuombi nini. Mgango huyu mwanamke anakupenda. Sasa na wewe usitumie hiyo advantage kwamba huyu mwanamke haniombi chochote basi na mimi si mpi, unamtumia tu, hamna. Wewe jiongeze, ukiona anahitaji fulani usio matatizo yake, mhudumie mhudumie, lakini mwanamke anakupenda. Yaani ukiona kwenye huko kwenye mahusiano mwanamke ambaye hadai kitu kwako. Huyu mwanamke anakupenda. Ukiona hapo kwenye namba tano ukiona hapo kwenye mahusiano chokipenda unapenda hichi naye anakipenda, unapenda hichi naye anakipenda. Vitu vingine hata alikuwa vijui, lakini kwa sababu kagundua unapenda, naye anaanza kuvifuatilia avipende. Huyu mwanamke ni muhimu sana. Wa mwisho, ukiwa kwenye mahusiano na mwanamke ambaye anaangalia sana body language yako, sababu wanawake wamejaliwa uwezo wa ku anaweza akawa anakuangalia tu, anakujua kwamba bwana huko sawa. Mwanamke wako ana pay attention na body language yako, ana pay attention na hisia zako. Utajuaje? Utajua, atakuwa na maswali kama haya: mbona leo unafuraha sana? Mbona leo unakuona kama una huzuni? Mbona leo unakuona kama umechangamka? Yaani, anakufuatilia sana kujua hisia zako ziko vipi.